Je, unajua kuna tofauti kubwa kati ya Yesu wa Quran na Yesu wa Biblia? Hebu tusikie. Kwanza, kuzaliwa. Biblia, malaika anamwambia Yosefu kuwa Mariamu atazaa mtoto. Quran, malaika anamjia Mariamu mwenyewe na kumwambia habari hiyo. Pili, mahali pa kuzaliwa. Biblia, Yesu alizaliwa Betlehemu katika zizi la wanyama. Quran, alizaliwa chini ya mti wa mitende jangwani, Mariamu akiwa peke yake. Tatu, uungu wa Yesu. Bibilia, Yesu ni mwana wa Mungu. Kuran, Yesu ni nabii tu, si Mungu wala si mwana wa Mungu. Nne, kusulubiwa. Bibilia, Yesu alisulubiwa na kufa msalabani. Kuran, hakusulubiwa, mtu mwingine aliyetundikwa kwa sura yake. Na ya tano, kurudi kwa Yesu. Biblia Yesu atarudi kuhukumu dunia. Quran Yesu pia atarudi, lakini kama ishara ya kiyama, si kuhukumu kama Mungu, bali kama mja wa Mungu. Sasa jiulize, Yesu yupi ndiye sahihi? Biblia au Quran? Sehemu ya pili inakuja, kata tayari, bonyeza al na share kwa wengine.